Bwana Yesu asifiwe. Icon ya mama katika taifa la Israeli ni Raheli na sio Lea. Kwa nini? Raheli alizaa watoto wawili tu, Yusufu na Benjamin. Na wakati Lea anazaa watoto kumi wa kiume na mmoja wa kike, lakini bado Lea siyo icon ya mama wa taifa la Israeli. Mama wa taifa la Israeli ama iconic mother ni Raheli ambaye alizaa watoto wawili tu. Ndio utasoma kitabu cha Yeremia sura 31, wa 15, ya 31 mstari wa 15: sauti imesikika Rama, Raheli akiwalilia watoto wake, asitake kufarijiwa. Kwa nini? Kwa sababu hawako tena. Mathayo sura ya 2 mstari wa 18 inarudia: sauti imesikiwa Rama, kilio na maombolezo, Raheli akiwalilia watoto wake Akitaka kufa, asitaki kufarijiwa kwa sababu hawako tena. Kwa nini Raheli na sio Lea aliyezaa watoto wengi? Ni kwa sababu ya maombi. Raheli ni icon ya uombaji. Raheli ni icon ya malezi ya watoto. Kitabu cha Mwanzo sura ya 49, wakati Yakobo anagawa uzao, anagawa baraka katika uzao wake, anamwambia Yusufu, Yusufu na baraka za mbinguni na za duniani. Kwa maana gani? Baraka za maziwa na za mimba zimeambatana na wewe. Maana yake ni nini? Raheli alipokuwa na mimba, alikuwa akilea mtoto wake tumboni, akimwombea. Raheli alipokuwa ananyonyesha, alimwombea mtoto wake. Yusufu analelewa mazingira ya maombi ya mama yake, kwa umri mdogo tu Raheli anakufa akimwacha Yusufu akiwa mtoto mdogo na Benjamini akiwa anazaliwa. Raheli anakufa lakini baraka zake za mama zinatembea kwa watoto mpaka wanapokuwa watu wazima. Hujanielewa vizuri? Katika historia ya Kikristo baba wa imani ni Ibrahimu, lakini mama wa imani sio Sara, na wakati Sara alikuwa mke wa Ibrahimu. Kwa nini? Kwa sababu mama wa Israel, mama wa Israeli ni Raheli. Utakumbuka unajua kuna wakati wengine Raheli huwa wanamuona, kuna wakati wengine wanamuona Raheli kama mtu ambaye alikuwa anafujwa lakini kiukweli Biblia imemtambua na kumthamini Raheli kama mama wa uvumilivu, ishara ya amani, mama anayejua kulea watoto, ishara ya, ya, ya watu ambao wanaweza kustahimili misukosuko. Utakumbuka Raheli anaposwa na mchumba wanayependana sana Yakobo nyumbani pale kwao, nyumbani anapomposa wanaingia katika katika misingi wanatembea katika misingi ya kimungu. Hawakuzini, hawakukutana kimwili kwa muda wote, miaka saba, wakiwa kwenye nyumba moja. Wewe ungeweza nyewe, mnakaa baba, yuko mwanaume yuko Mwanza, mwanamke yuko Kigoma, lakini mnazini lakini hawa kwenye nyumba moja, lakini Raheli alikubali kusubiri miaka saba, na miaka saba inapofika anaolewa dada yake, anasubiri tena miaka kumi na nne wakiwa kwenye nyumba moja bila kufanya fujo yoyote. Miaka kumi na nne, mpenzi wako uliyempenda unie, mliyeungana vizuri mna, ma, unajua hisia za mapenzi zilivyo na nguvu, mahusiano yalivyo na nguvu, lakini miaka kumi na nne Raheli anavumilia bila kumdis respect, kumdisrespecti Mungu. Hiyo inamaanisha nini? Raheli ni icon ya uvumilivu. Unaweza ukavumilia kansa kwa sababu huwezi ukaitoa. Unaweza ukavumilia magonjwa na shida kwa sababu huwezi ukayatoa. Lakini Raheli alikuwa na uwezo wa kumshawishi Yusuf, kumshawishi Yakobo kwa namna, kwa namna walivyokuwa wanapendana, alikuwa anaweza kumshawishi kabisa wafanye dhambi, lakini hakuthubutu subu, haku, na kwa nyakati zile, wakati sherehe inapoandaliwa ya, ya kuolewa binti alikuwa anafunikwa uso mzima, hawezi kuonekana. Ndiyo maana unaona Lea alitolewa kwa kwa Yakobo bila kujua, lakini lakini kulikuwa na signal kodi walizokuwa wanapeana siku chache kabla ya ndoa, maneno ya kuzungumza na namna ambavyo watafanya katika honeymoon na maandalizi yote ya sherehe, lakini Rahel anagundua kwamba familia imechagua Lea aolewe kwanza. Raheli anaongea na Yusufu siku chache kabla, anaongea na, na, na, na Yakobo siku chache kabla ya ndoa, lakini Raheli anakuja kumpatia Lea kodi zote na Lea anazitumia mpaka uh... Yakobo anakuja kugundua kwamba si Raheli asubuhi. Ndio, ndio unamgundua kwamba Raheli alikuwa na nguvu ya kumwendea Mungu kwa ujasiri, kumwambia Mungu, nilitunza heshima ya dada yangu, nisimwaibishe mbele ya umati wa watu, nilitunza heshima ya wazazi wangu kwa ajili ya, ku, ya, ku, ya, ku, ya kuenzi tamaduni. Leo leo, kwa nini unanisahau, hunifungui tumbo? Na Mungu baadaye aliufungua tumbo, lakini Um, Lea Raheli anapokufa anazikwa karibu kabisa na mji wa Rama, karibu na kuingia katika eneo la Rama ambako ndiko kilio kinasikika katika kitabu hicho cha Mathayo na Yeremia. Ni karibu, maana yake watu wanalitumia leo lile kaburi la hija kama hija kwa ajili ya kuomba baraka za amani za kifamilia. Wanaomba kwa ajili ya kupata watoto, na wengine wanaomba kwa ajili ya malezi kama kama kama sehemu ya kuomba amani ya familia, ya ndoa na na na na na malezi ya watoto kwa sababu ndiye icon. Kaburi hilo linatumika kama hija, lakini sisi tunaomwamini Mungu tunaamini ya kwamba Mungu Mungu anaombwa sio kwa kupitia makaburi, anaombwa kupitia Yesu Kristo, ila kwa sababu ya mila ya kipagani. Lengo langu ni nini? Lengo langu ni kukuaminisha kwamba, ni kuaminisha kwamba Raheli katika maisha yake aliishi maisha ya maombi na ya kuvumilia, ndiyo maana ni icon. Sauti nasikika, Raheli ndiye anayelilia watoto wa Israeli na sio Lea. Kwa nini ni icon ya maombi na uvumilivu? Mambo yalipita mengi kwa Raheli, aliumia sana, miaka kumi na nne ya mateso, lakini bado alisimama. Wale wanaomba wale upaganini wanaomba kupitia lile kaburi, kana kwamba kana kwamba ndio nasema, sauti imesikika, Raheli akiwalilia watoto wake ni Mungu anaisikiaje sauti? Wao wanaamini kwamba roho haifi, kwa hiyo ni roho ya Rahel ilikuwa ikilia. Lakini ukweli ni kwamba kilichokuwa kinatokea katika habari hiyo ni kama kilichotokea kwa Kaini. Mungu alipokuwa anazungumza, anamwambia Kaini kwamba damu ya ndugu yako inanililia huko ambako iko. Ni nini maana yake? Nini huzuni tabu ambazo ambazo nazipata kwa maumivu ya kumpoteza mtoto wangu. Ndicho ndicho hisia ya Mungu anapowaona Israeli wakichukuliwa mateka, anapoona taifa la Yuda likichukuliwa mateka ana, an, anasikia kana kwamba Rahel ananena na yeye, kwa sababu Rahel alizoea kunena na Mungu akililia, wa mbona watoto wangu wanaenda kuwa mateka? Mungu anamwambia Rahel, usilie tena, kilio chako nimekwisha kukisikia, nami na, nitakupa furaha tena. Kwa hiyo maana yake ni nini? Wale wazazi ambao tunalea watoto waombeeni watoto wenu, ukiwa na mimba waombeeni watoto wenu ukiwa unanyonyesha. Hayo ndio malezi. Ndio unaona Yusufu, hata anapoenda kwa mke wa Potifa, lile jaribu la, la, la, la uzinzi anasimama, anasimama kutokana na malezi ya mwanzo kabisa aliyolelewa na mama yake Raheli. Tabia alizozionyesha Raheli ndizo tabia anazozionyesha Yusufu pia Misri. Kwa nini? Kwa sababu mtoto ni matokeo ya tabia ya mama. Ndiyo hata kuna wakati Timotheo anaandika ana, ana, kwa habari ya Tim... Paulo anaandika kwa habari ya Timotheo kwamba ninajua una imani sawa na ya mama yako Eunike, sawa na ya bibi yako. Kwa nini? Kwa sababu imani inaweza kupasishwa kutoka kwa bibi kwa mama kwa mtoto. Kwa hivyo imani ya Raheli inapasishwa kwenda kwa Yusufu. Ndiyo maana Raheli ni icon katika taifa la Israeli. Kwa maombi tunaweza kusimama. Mungu akubariki, kubariki sana. Usisahau kuomba hata leo pia.